Kuna msemo mmoja unasema acha, kujieleza sana kwa watu, ila acha kazi zako zijieleze mbele za watu, kila mtu atakujua kutokana na kazi zako. Shangwe zimeibuka bungeni jijini Dodoma leo tarehe 13 ya mwezi wa tano mwaka 2025, baada ya kutambulishwa kwa Mathias Canal, mwandishi wa habari ambaye alifanikiwa kushinda tuzo mbili za Samia Kalamu Awards. Wabunge wameibua shangwe bungeni mara baada ya mwenyekiti wa bunge mheshimiwa Najma Murtaza Giga kumtambulisha ndugu Mathias Canal mshindi wa tuzo mbili za Samia Kalamu Awards zilizotolewa hivi karibuni jijini Dar es Salaam. Tuzo ya kwanza ni kuhusu mwandishi wa habari mahiri za ujenzi, na tuzo ya pili ni chombo bora mtandaoni cha wazo huru Media kwa utoaji wa taarifa zenye maudhui yenye weledi na ufanisi wa hali ya juu. Tuna mgeni wa mheshimiwa Khadija Shaban Taya, mshindi wa tuzo mbili za Samia Kalamu Awards. Tuzo ya kwanza ni kuhusu mwandishi wa habari mahiri za ujenzi. Tuzo ya pili ni chombo bora mtandaoni cha wazo huru media kwa kwa utoaji wa taarifa zenye maudhui yenye weledi na ufanisi. Ndugu Mathias Canal kutoka Dodoma, karibu sana, karibu sana katika bunge letu, karibu sana katika bunge letu Sana na hongera kwa tuzo hizo. Mheshimiwa uh, Naibu Spika, vilevile serikali itaanza utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund wenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 utakaotoa mikopo nafuu kwa wabunifu kwa lengo la kuendeleza na kubiasharisha ubunifu pamoja na kutoa fursa za ajira kwa Tanzania kupitia mfumo huo. Mheshimiwa uh, Naibu Spika, Serikali kwa mara ya kwanza itatoa ufadhili kwa wanafunzi waliopata ufaulu wa juu katika matokeo ya kidato cha sita kwenye mchepuo mchepu wa masomo ya sayansi ili waweze kujiunga na masomo katika ngazi ya shahada ya kwanza katika vyuo vikuu mahiri duniani kusomea taaluma za data science ikiwemo artificial intelligence, machine learning na sayansi za mwelekeo huo. Programu hiyo itaitwa Samia Scholarship Extended for Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Lengo la program ya Samia Scholarship extended hii ni kutengeneza wataalam mahiri katika masuala ya data science ili waweze kushindana na kufanya kazi popote duniani. Mkakati wa utekelezaji umegawanyika katika ngazi kuu tatu. Mheshimiwa naibu spika, ngazi ya kwanza ni kuwajengea uwezo vijana waliomaliza kidato cha sita kupitia kambi maalum, ili kuwaandaa kujiunga na vyuo vikuu mahiri duniani katika taaluma za data science kwa kupewa mafunzo na wataalam wabobezi kutoka sekta binafsi na wataalam wazawa wanaoishi nchi za nje. Pili, ngazi ya pili ni kuwawezesha vijana waliopitia kambini kupata udahili katika vyuo vikuu mbalimbali duniani na kuwasaidia kutafuta scholarship katika sehemu mbalimbali. Na tatu, ngazi ya tatu ni kutoa fadhili kwa vijana wenye shahada ya kwanza kwenda kuongeza ubobevu katika taasisi ya Afrika ya Science na Teknolojia ya Nelson Mandela na Indian Institute of Science and Technology kampasi ya Zanzibar. Mheshimiwa naibu speaker, kwa kutekeleza nia kuongeza wataalamu wa ubobezi katika nyanja ya sayansi na teknolojia nuclear, serikali kupitia Samia Extended Scholarship itaendelea kutoa fadhili